Wawakilishi wengine wa Tanzania bara katika michuano hiyo, mnyama Simba, wao wanatarajiwa kushuka dimbani kesho saka alama tatu za kwanza kwenye hatua makundi ya michuano ya klabu bingwa Afrika dhidi ya Esperance de Tunis ya nchini humo. Kuelekea mchezo huo, kocha mkuu wa Simba Steve Barker amesema licha ya kuanza vibaya kwa timu hiyo kwenye michezo miwili ya mwanzo, lakini anaamini kwa maingizo ya wachezaji wapya waliofanya yanaweza kuongezea kitu kiufundi kikosini Simba Sports Club uh, you know being a big team unajua uh, the... Simba ni timu kubwa barani Afrika na inahitaji kuweka alama kubwa kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Siwezi kuzungumzia mechi mbili zilizopita, lakini nimeziangalia mechi zote mbili. Pengine Simba walikosa bahati kiwango fulani, wangeweza kuwa na alama zaidi ya hizi ambazo kwa sasa tuko nazo kuelekea kwenye mchezo wa kesho na mchezo wa marudiano wiki ijayo, tutahakikisha tunapata alama ili kujiweka vyema kuelekea hatua ya mtoano. Kimsingi, kwenye wiki chache zilizopita tumeongeza wachezaji wapya kadhaa, sio tu Chama peke yake, lakini kwenye maeneo mbalimbali mbali kiwanjani, kumekuwa na wachezaji wasiopungua sita ambao tumewaongeza kosini kwa lengo la kuongeza ubora. Kwa hiyo ukiachana na Chama wapo wachezaji wengine ambao wameongeza ubora kiufundi na tunaamini italeta matokeo chanyana. Um, uh, hao ni wawakilishi wengine Simba kesho wako mm. yeah. uh, lao likiwa linasoma si fully, mm. la point. Jana unajua, huu ni msimu wa kwanza tuna timu nne kwenye michuano lakini mm. mpaka tunaendea mechi za tatu, hakuna timu ambayo ina uhakika wa kwenda hatua inayofuata kati hizo nne zote. Yaani mm. unaweza kuona simba ana point, yanga alikuwa na point nne lakini hana uhakika kwamba anakwenda kwenye hatua inayofuata mpaka mm. mechi za tatu tunaendea. Yanga ameshacheza ya tatu na amepoteza mm. lakini simba hivyo hivyo anaenda mechi ya tatu uhakika wa yeye kusonga mbele haupo. Unategemea mechi hizo mbili, yaani timu zetu zote zinategemea mechi zao mbili. Kuanza kupiga mahesabu sasa kwa kalkuleta, yaani nje hapo unaweza kutafuta kalkuleta, yaani hizi mechi mbili wanazocheza kila klabu. Hey. Azam sio atacheza na Nairobi, si hivyo? Hey. Hey. Lakini zote zinategemea mechi hizo mbili kwao. Tumeenda kwenye michuano michua hii kwenye raundi hii ya tatu tukiwa na timu zote nne bado hamna hata moja ambayo ina uhakika wa kusonga mbele. Mm -hmm. Na Simba kama uh, wanasema ile kamanda wa vita kwenye michuano ya kimataifa. Mm -hmm. Ndio kabisa hana alama hata moja. Mm -hmm. Yuko hoi. Yuko hoi, yeah. Anaonekana kamanda, kamanda kachoka. <laughs> <laughs> Lakini ukiangalia <laughs> nyakati hizo Simba ameshakuwepo sio mara moja. Mm. -hmm. Ameshakuwa na mechi dhidi ya Vipers akapata aka pointi sita mm. -hmm. zikamuinua akaenda aka kwenye hatua inayofuata. Lakini ukimwangalia mpinzani Esperance ambaye naye pia ana alama mbili, bado hajaonja ushindi alama yake naye, hali yake si nzuri, naye anategemea mechi hizi mbili. Kwa hiyo ni mechi ambazo kwa Simba ambayo umetoka tumetoka kuiona kwenye mwezi uliopita, unaweza ukaona uh, mwalimu ana kazi kubwa sana ya kufanya kuendea mchezo huu. Mwalimu amezungumzia ongezeko la wachezaji ambao timu imefanya, anahisi naweza ikaleta utofauti kwa mipango yake mm. Ukiangalia wachezaji waliongezwa wali, wali wali, kimwongelea wali, wali Chama anaweza akaleta aka utulivu, na mechi hiyo pia inahitaji utulivu, kwa sababu hawezi kupishana na na, na, na, na timu pinzani. Unahitaji watu ambao wanaweza kukaa na mpira wakatengeneza mpango ambao unaweza ukaipeleka timu kwenye hatua uh, walau ya kumtishia mpinzani kwenye lango lake. Lakini ukiangalia uzani wa Simba hii ambayo inakwenda kucheza ukibaki na makaratasi au ioni kama inaweza ikafanya chochote, inaweza ikafanya chochote, lakini kwenye uwanja bado Simba wana nafasi ya kufanya kitu chochote kwenye mchezo huu, mbali na kujua kwamba tuna mechi nyingine na, na hawa. Kwa hiyo inaweza kwenda na mpango mzuri wa kuzuia na timu ikazuia vizuri, ikaondoka na alama moja kama sio tatu, na kuja kwa Mkapa ambapo watu waombe Mungu. Kwa hiyo Mungu yuko upande wa Simba tu peke yake? Ah, mara nyingi Mungu amekuwa upande wa Simba, watu watu wame, watu wame mpaka kwa Mkapa panaitwa atoki eh. Kwa hiyo warudi waombe Mungu eh wapate chochote, wasimame laba na nne waanze eh, simama na nne, unaweza ukafikia mechi mbili zinazo zinazokuja, unaweza kufanya nini? Eh, kutafuta pointi sita labda kwenye mechi mbili ni, ni, ni kitu kizuri, lakini ukiangalia tumeenda na timu zote ambazo Alex mpaka sasa hivi bado hatuna uhakika kama So, walau moja yeah. Na, mimi, na, mimi kwa mfano kwa kuelekea mechi ya mnyama mimi binafsi, pia wasiwasi wangu mkubwa sana kwake ni wasiwasi ambao, pia inawezekana, wapo watu wenye mawazo kama yangu kwamba mabadiliko ma, ambayo yanaonekana kwenye kikosi wana, chao chao wachezaji wana, wana namba kama ndo wanaenda kuwatazama na kuona kwenye, kwenye mechi muhimu tena mbaya zaidi, mpaka kuna baadhi ya nafasi nyeti kiwanjani Simba zinalazimika kwenda na wachezaji wapya, kwa mfano, nafasi ya goalkeeper. Possibly hmm. Anaweza akaanza goalkeeper ambaye ndio mechi yake ya kwanza kucheza ndani ya Simba. Hmm. Kwenye mabeki wawili, wakati kuna uwezekano tukamshuhudia beki mmoja akiwa ndio mechi yake ya kwanza kuitumikia Simba, nafasi ambazo naona kwa kuanzia na mechi ya Esperance ni kama sio aina ya mechi nzuri sana kuanzia hapo, kwa sababu wakati mwingine ni mechi ambayo aidha inaweza ikakutengenezea ika heshima au inaweza ndio ikafanya watu waone wewe ni adui wa timu na sio umekuja kuisaidia timu, kwa sababu kama performance itakuwa ya ovyo kwako, pressure itakuwa kubwa kwako na ikakumeza mm -hmm. Manake kuna shida kubwa ambayo unaweza ukasababishia timu na ukasababisha watu wapoteze imani na wewe. Kwa hiyo wasiwasi wangu mkubwa mimi upo kwenye eneo hilo la wingi wa wachezaji wageni ambao wanakwenda katika mechi ambayo inakwenda kuwa ndio mechi yao ya kwanza ndani ya klabu ya Simba, licha ya kwamba pia wapinzani unaenda unaokwenda kukutana nao, nao ni wapinzani ambao na wao wana njaa ile ya, ya, ya, ya, ya ushindi, kwa maana timu ambayo nayo haijashinda mchezo wowote mpaka sasa hivi. Kwa hiyo hapo ni sehemu ambayo inatia mashaka sana japokuwa, jina la Simba ni jina ambalo linaweza kufanya chochote kile kwenye hii michuano ya kimataifa. Yapo ambayo yalionekana hayawezekani lakini kwa Simba yaliwahi kuwezekana lakini swali linabaki, je, ni Simba hii? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Simba si yule yule, jina ni lile lile. Hata ukienda kule mbugani kule, kuna unakuta simba mwingine e. Kai, kai, kadumbukia kwenye dimbwi la matope e. Katoka hivi unaona macho, tunaona ah, yule nyani nini hata labda anyeshewe uy, na mvua ndio ajisafishe, maana hana namna ya kujisafisha. Sasa huyu hajadumbukia kwenye na, na, dimbwi la matope <laughs> huyu anaumwa. Simba mgonjwa huyu, au anayeumwa, kadumbukia au nyama iaaaa. Yani kama vile Simba <laughs> <laughs> ingekuwa, wana timu yao iko imara, wamebadilisha benchi tugisu mm. kaingia kwenye matope huyu, sura unaiona ile ile, wala hana matope usoni, unaona sura ile ile, huyu ni Simba lakini ukimtazama namna anavomove tu, unaona simba kiafya, unaona kabisa hayuko sawa. Yani kama vile simba ingekuwa wana, wana, wana, wana, wana timu yao iko imara, wamebadilisha benchi tu, ukisema ukaingia <lip> hmm. kwenye <lip> yeah. matope huyu yeah. sura unaiona ile ile, wala hana matope hmm. usoni, unaona sura ile ile. Uh, huyu ni simba, lakini ukimtazama namna anavomove tu Unaona well, usimba kiafya unaona no, kabisa hayuko sawa. <laughs>